Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tumekuwa na misako maalum ambayo imelenga kudhibiti na kuwakamata wahalifu wanaojihusisha na matukio mbalimbali ya kiuhalifu katika mkoa wetu. E, kama ambavyo uh, tunafahamu sasa hivi tunakwenda katika kipindi cha mwisho wa mwaka, tumeendelea kupokea taarifa nyingi zinazohusiana na uhalifu una wahalifu wanaotarajia kujihusisha na matukio ya kihalifu katika kipindi cha mwisho wa mwaka, lakini na matukio ambayo yameendelea kutajwa eh, kwamba yatatokea katika hizi tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili. Sasa kufuatia taarifa hizo, jeshi la polisi tumeendelea kufanya udhibiti wa maeneo yetu kwa kufanya doria katika maeneo yote, na kimsingi taarifa hizo ambazo tumeendelea kuzipokea kwa wananchi zimekuwa kieleza kwamba baadhi ya wa wahalifu wamejificha katika eh, maeneo mbalimbali katika mkoa wa Mwanza hasa maeneo ambayo ni mapango. Eh, hivyo basi jeshi la polisi tukaamua kufanya misako. Misako hiyo imeanza tangu siku ya tarehe 29 mpaka sasa hivi, bado misako hiyo inaendelea, ambapo katika misako hiyo tumefanya katika wilaya ya Nyamagana na wilaya iza, ya Ilemela katika misako hiyo, askari wa jeshi la polisi wameweza kufanya misako katika mapango kama ifuatavyo. Wameweza kupita wilaya ya Nyamagana na kufanya misako katika mapango ya Mkolani, katika maeneo ambayo yanaitwa mapango ya Utemini eh, mapango ya Mapankini katika mtaa wa Utemini, maeneo ya Buhongwa ambapo kuna mapango ya Kishira, mapango ambayo eh, ya yanaitwa mapango ya Tanzanite, lakini mapango ya, eh, ya ambayo yamekaguliwa tena ni mapango yaliyoko kule Isamilo ambapo kuna mapango ya, yanaitwa mapango ya kwa Machemba mapango yaliyoko Makoroboi. Kwa wilaya ya Ilemela tumeweza kupita katika maeneo ya Kitangili ambapo tumefanya ukaguzi e, na doria katika mapango e, yaliyopo eneo la jiwe kuu, yanaitwa maarufu mapango ya jiwe kuu, mapango ya Bwiru Ziwani, mapango ya Ibungilo pia askari wameweza kupita. Lakini pia askari wamefanya doria katika msitu maarufu kwa jina la msitu wa Kawekamo. Maeneo mengine ambayo tumeyakagua ni mtaa wa Mahina ambapo askari wetu wameweza kupita katika mapa